Nianze kwa kuweka wazi kuwa nilikuwa mmoja wa washiriki wa mstari wambele, wa mbele wa kueneza kikamilifu dhana ya polisi jamii. Nyakati hizo mkoa wa Mbeya, RPC akiwa mzee wangu Suleiman Kova. Nyakati hizo hakukuwa na polisi kata wa wazi kama sasa. Jana nimeona video ya askari wa jeshi la polisi mwenye nyota mabegani mwake akimbeba mama wa makamo, kisha akicheza na kuimba pamoja na wananchi na katika kutazama nikagundua kuwa namfahamu askari huyo maarufu kwa jina la Afanderusi. Afanderusi yupo wilaya ya kipolisi Mbalizi, nje kidogo ya jiji la Mbeya, na nikaambiwa kwamba kwa sasa ni polisi kata, kata ya Salala, Mbeya DC. moja ya sifa ya wazi ya Afanderusi kwa wananchi ni kupenda watu na kusalimia bila kujali cheo chake wala hali za wananchi na zaidi hana matumizi mabaya ya hasira. Nafahamu jamii ya wanambalizi inavyoishi vema na askari wa jeshi la polisi, akiwemo ndugu mwema wa jamii ile aitwaye Afande Gerevas na wengine. Inapendeza mtu akisemwa sifa zake akiwa hai. Kwa leo, maua ya jeshi la polisi mkoa wa Mbeya naomba hayapokee Afande Lucy, maana jamii ya Watanzania inahitaji askari wa namna yake ili kuweza kuzuia na kudhibiti walifu na waalifu. Ndiyo maana ninasema kuwa Afande Lucy ni kumbato la jamii ya wanambalizi. Tafadhali, hebu mtazame. <coughs> Si ndiyo? Si, si, si, si, yeah. eh? yeah. Tuwalee no. Yeah, mama zetu yeah. So, huyu eh? Mama ni msafa huyu mama ni na <laughs> mama natakiwa, naomba uniimbie nyimbo ya Kisafwa <laughs> ya kumkaribisha mgeni kama via nyumbani kwako. naomba lije kidogo, au <laughs> ni mwite baba tu, msaidie kama kisafu, hamna wakaribisha majirani wenye kusababa, njoo msaidie.